Jeshi la Israel limesema kuwa maeneo kadhaa yamelengwa na shambulio la hivi punde la makombora kutoka Iran, huku vikosi vya zimamoto vikiripoti kuwa jengo la makazi limeathirika katika pwani ya bahari ya Mediterania nchini humo. Milipuko mikubwa ilisikika katika miji mbalimbali ikiwemo Tel Aviv na Jerusalem, wakati makombora ya Iran yakijaribu kudunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga maarufu Iron Dome. Asubuhi ya leo vikosi vya uokoaji vimeendelea na jitihada za kuwatafuta watu wanaodhaniwa kuwa chini ya kifusi cha jengo lililoharibiwa katikati mwa Israel. Katika mji wa Haifa ulioko kaskazini mwa nchi na unaojulikana kwa bandari muhimu na kiwanda cha kusafisha mafuta, pia umeripotiwa kushambuliwa kwa kombora la Iran. Kwa upande mwingine jeshi la Israel limethibitisha kuwa limefanya shambulio la kulipiza kisasi lililolenga kituo cha amri cha kijeshi cha wasome cha Quds mjini Teheran, mji mkuu wa Iran. Hata hivyo, kwa upande wa Iran, mashambulizi ya sasa ya Israel sio tu yanalenga maeneo ya kijeshi na nyuklia, bali yanalenga majengo ya serikali na miundombinu ya nishati, hatua inayotafsiriwa kama mkakati wa kulenga moja kwa moja serikali ya Iran. Israel imeeleza kuwa huenda ukawa mwanzo wa kampeni ya muda mrefu huku Iran ikisisitiza kuwa ina haki ya kujilinda dhidi ya uchokozi wowote na kwamba haitakubali kushiriki mazungumzo yoyote ya kusitisha mapigano wakati bado inashambuliwa. Mamlaka za Israel zimeripoti kuwa watu 19 wamepoteza maisha tangu yaanze mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Iran, watu takribani 224 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu siku ya Ijumaa.